Wana hatuko kupoteza wakati, tunataka kuliponya taifa, tunataka tutembee na nguvu ya Mungu. Tumechoka kwa dhiki za kizee, tunataka mafuta, na tunataka, tumechoka mazinga wembo madhabahuni. Tunataka wanaposimama madhabahuni wapoka mafuta, wananena nena neno. Bwana Yesu wasifiwe. Leo nitajikita sehemu moja tu na sehemu hii ni muhimu sana katika maisha yako wewe kijana, maisha yako wewe mama yangu, maisha yako wewe dadangu, maisha yangu wewe ambaye hata hujaanza hatua yoyote ya kujitegemea kimaisha. Uh, ukisoma katika kumbukumbu kumbu, uh, katika kitabu cha bibilia Kumbukumbu uh, 28 mstari wa kumi na mbili neno la Mungu linasema Bwana atafungua mbingu, nisikilize vizuri. Bwana atafungua mbingu, ghala za baraka. Narudia tena, Bwana atafungua mbingu, ghala zake za baraka, kukupa mvua kwa majira yake na kukubariki kazi zako zote za mikono yako. Utakopesha mataifa mengi, lakini hutakopa kwa yoyote. Narudia tena, kuna kitu hapa, natamani tujifunze sana, wakristo wa leo tujifunze sana, uh, kwa sababu kuna kitu ambacho kinalitafuna kanisa kwa viwango vikubwa sana. Narudia tena, Bwana atafungua mbingu, Bwana atafungua mbingu ghala zake za baraka, hukupa mvua kutupatia nini mvua? Mimi na wewe, kutupatia nini mvua? Na tunatambua kuwa wazi kwamba mvua hunyesha kwa msimu maalum, si kila wakati. Kwa mvua hunyesha kwa msimu maalum, elewa, msimu maalum. Kwa hiyo mvua wakati huo inanyesha, kuna mambo yanatakiwa uyafanye, ili hizi baraka ziweze kuambatana na wewe. Aa, mbele hapa anatuambia kwamba kukupa uh, uh, mvua kwa majira yake, kukupa mvua kwa majira yake. Ndio huo wakati maalum, majira ya mvua. Kuna kitu ambacho inatakiwa ukifanye, sijui, tuko pamoja? Kuna kitu inatakiwa ukifanye kwa majira yake, na kubariki kazi zako, kazi zako zote za mikono yako Utakopesha mataifa mengi lakini hutakopa kwa yoyote. Utakopesha mataifa yote lakini hutakopa kwa yoyote. Shika hilo neno, utakopesha mataifa yote lakini hutokopa kwa yoyote, au hutakopa kwa yoyote. Sasa uh, neno hili linatufundisha nini? Kwanza uh, kwanza mvua, nataka tuelewane hapa. Kwanza mvua ina majira yake, na majira hayo, wakati watu wanaona dalili za majira ya mvua kufika, huanza kusafisha mashamba, pia huandaa mbegu, huandaa mbolea. Kwa mazingira mengine ambayo hayatumii mbolea, basi huandaa mbegu bora ambayo itakuwa ina uwezo wa kuleta matokeo mazuri. Kwa wale ambao tumeishi vijijini, uh, wazee wetu au wa mababu zetu walikuwa wana uwezo wa kuingia shambani wakati wa mavuno, wanachukua mahindi yale ambayo yamestawi vizuri au yamekuwa me, ya na afya nzuri, wanayaweka kwenye dari au eneo ambalo moshi una uwezo wa kwenda katika ile eneo na uh, mahindi hayo hayawezi kubunguliwa au kuliwa na wadudu, kuhifadhi hayo mahindi kwa sababu ya mbegu. Ukiwalisia mbegu hailiwi, na mahindi hayo huyaanza kuyatumia wakati wa msimu wa mvua, wakati hali ya hewa inatuambia kwamba sasa tuanze kusafisha mashamba, amasafisha mashamba aa, wakati wa kuanza kulima, panalimwa hapo wanaelekea kwenye mwelekeo wa majira yake Mungu ambayo ameyaweka duniani. Wanaelekea kwenye majira yake Mungu au tunaelekea kwenye majira yake Mungu ambayo ameyaweka wapi? Duniani. Na mwisho wa siku watu wanaanza kupanda au kuweka yale mahindi au kuiweka ile mbegu chini ya ardhi ili iweze kuleta matokeo. Sasa wakishaweka hiyo mbegu, Mungu kwa majira yake, kwa sababu alishayapanga majira yake, mvua inanyesha. Ikinyesha na ndipo tunaona mmea unakuwa na baadaye tunapata mazao. Kwa hiyo huwezi ukaanza kupanda kiangazi, wakati ambao sio majira ya mvua, maana yake maeneo hayo labda kuwe na maji ambayo Aa, Mungu aliyaweka tu automatically ambayo yanapita kila wakati, na ndio tunahitaji kwamba mazao ya kwenye vinyungu au mazao ya kumwagilia, lakini si maalum sana kama mazao ya majira ya Mungu, ambayo majira yale ambayo mvua inakuwa inafanya nini inanyesha kwa, kuna maeneo ambayo maji hayo hayapatikani, wanategemea mvua, na kama watapata maji ni kwa matumizi ya maji ya kunywa, kuoga na kufuria, mambo ya kawaida tu, lakini uwezo wa kupata maji ya kukizi kulima kilimo ambacho ni kikubwa, haiwezekani. Kwa hiyo, huwezi kuanza kupanda kiangazi, wakati jua linawaka, manake mazao yatafanya nini? Siyo majira ya kupanda. Kwa hiyo inakupasa, uh, ukiwa kama Mkristo kujua majira ya Mungu ambayo amekupa kwa ajili ya kupata utajiri kwa ajili ya kupata ongezeko la mali. Kwa hiyo ukipanda kwa wakati wa majira ya Mungu, maana yake utavuna kwa wakati wa majira ya Mungu. So mbele hapo anasema nitazibariki kazi za mikono yako. Kwa hiyo baraka zitaanzia pale wakati umeanza kupanda, baraka zitaanzia pale wakati wewe umeanza kujishughulisha. Kwa hiyo Mungu habariki mtu ambaye hafanyi kazi. Sijui kama tunaelewana? kwa Mungu kwa uhalisia na kwa neno lake hambaliki mtu ambaye hafanyi kazi. kwa Mungu anataka uwe na kitu cha kuanzia, au kwa lugha nyingine nasema unamtengenezea unamtengenezea Mungu njia ya kupita, kwamba Mungu wee nimetengeneza hiki kitu na ndicho watu wataanzia, ndipo ambapo nataka wewe uanzie kupita hapa, na ndipo baraka zako zinaanzia hapo. Kwa Mungu anabariki kazi za mikono yetu. Kwa mtu anaanza kutengeneza mashamba, anaanza kuandaa shamba, anaanza kulima, hizo ni kazi za mikono eh? na mwisho wa siku a, a, Mungu anaanzia hapo utapanda mbegu, anakuletea mvua. Mvua ni baraka, mvua ni neema, mvua ni baraka, na kushushia Mungu kwamba baraka hii ya mvua ikalete utajiri kwenye uzao wako, baraka hii ya mvua ikalete chakula kwenye uzao wako na taifa lako na nchi yako na dunia kwa ujumla. Kwa hiyo ukiyakosea yale majira, maana yake utalia njaa. Ukiyakosea yale majira, maana yake ikifika wakati wenzako wanavuna, wewe utakuwa ombaomba kitu ambacho ah, sio sawa. Kwa hiyo inatakiwa kiwe kama Mkristo uyajue majira na nyakati za baraka kwa Mungu. Majira ya mvua ni majira ya nyakati ambazo Mungu anashusha baraka yake ya mvua, anakutaka ukalime na uvune. Kwa hiyo kama mpagani atapata maarifa ya kulima, maana yake atavuna. Kwa kama mlokole hutopata maarifa hayo, maana yake hutavuna. Unaweza ukajikuta kwamba wewe mlokole pamoja kuwa unaijua kweli ya Kristo, lakini unamtegemea mtu ambaye hajaijua kweli ya Kristo kwa sababu aliyatumia majira ambayo Mungu kwa wakati huo alishusha baraka zake. Kwa maombi peke yake hayatoshelezi, aa, hayatoshelezi kukutajirisha au kukuletea uchumi kwenye maisha yako bila kufanya kazi. Uh, twende kwenye pointi kubwa, pointi ya pili ambayo iko katika hii kumbukumbu kumbu, uh, inasema hivi uh, utakopesha mataifa na hutakopa. Kwa swala la wakristo kukopa, haliko sawa, haliko sawa, kwa sababu kwa ahadi hii Mungu anatuambia kwamba tutakopesha endapo tutajua majira na nyakati ya kufanya mambo sasa ukiwa ufanyi kazi kama kijana basi ujue kabisa kwamba uzee wako utakuwa mbaya hiyo ni uhalisia kwa hiyo ukiwa kijana ni lazima ufanye kazi tena kwa nguvu zote kwa kutengeneza kesho yako iliyo salama, kwa sababu majira ya baraka Mungu ameyapanga, na majira hayo ndo anakuletea mvua, na kwa majira hayo anakuletea uh, uh, mvua kwa sababu ya wewe uweze kulima na kuleta matokeo. Sasa utaniuliza maswali, kwa kizazi hiki cha leo, mimi niko mjini eh, na sina mashamba si, si, si, si, sina maeneo ya kulima uh, nafanya nini? Sasa hata hapo zamani kulikuwepo na wafanyabiashara, watu walikuwa wanatoa mazao kutoka eneo moja kupeleka eneo lingine na wanabadilishana na bidhaa, kwa sababu kuna eneo fulani Mungu amelibariki kwa chumvi. Kuna watu wanatoa chumvi eneo moja kupeleka eneo lingine ili waweze kupata mazao. Kwa hiyo wewe ambaye uko mjini na uh, hakuna mashamba, maana yake kuna mifumo ya biashara, usiogope kuanza biashara kwa sababu unapoanza unatengeneza barabara ya Mungu kuanzia hapo. Changamoto ya vijana wengi wa Kikristo uh, tunatamani kuanza na mambo makubwa. Yaani leo mimi natamani kuanza na mtaji wa milioni ishirini, lakini sikuwahi kuanza hata kwa mtaji wa shilingi alfu tano au alfu kumi. Unaweza ukaniuliza alfu tano ni mtaji gani? Uh, uh, alfu tano Uh, kwa mtu ambaye anauza karanga anaweza akanunua kilo ya karanga na akafunga karanga zake akaanza kuuza, so faida anayoipata anaanza kukua taratibu. Kwa hiyo pale tayari umeyajua majira na nyakati, maana hatuko kupoteza wakati, tunataka kuliponya taifa, tunataka tutembee na nguvu ya Mungu. Tumechoka kwa hadithi za kizee, tunataka mafuta na tunataka. Tumechoka mazinga wembo madhabahuni, nataka wanaposimama madhabahuni, apoka mafuta wananena